Karibu sana, hii ni KAPWiLE TV. Leo tutazungumzia jambo muhimu katika ufanyaji wa biashara. Wengi wetu tunapenda kufanya biashara, lakini kauli e, tuna, ni tunajisahau sana kwenye kauli ambazo tunatakiwa tuitumie katika ufanyaji wetu wa biashara, na kauli ni kauli ni zile kauli nzuri ambazo zitaweza zikamvutia mteja. Isitokee mteja akaja akaulizia kitu ukamjibu uka kwa lugha ya mkato. Eh? Mtu eh, anataka kitu cha cha 500 unamwambia jelo. Mtu anataka labda kitu cha shilingi shilingi 1000 ukamwambia shilingi ukamwambia eti ni buku. Eh? Mtu anataka labda kitu cha shilingi 100 unamwambia dosko. Eh? Hiyo vitu havi havitakiwi katika biashara. Ni kitu biashara inatakiwa, unatakiwa ujue kwamba wateja kwanza, mteja wateja, mara nyingi tuna- tunafanya biashara tumjui mteja ni nani, eh, na tunafungua biashara yetu, lakini anayekuja kununua anayekuja kununua umjui, kwa dadangu, kakaangu, mtu yoyote yule. Eh, kama unataka kufanya biashara au upo kwenye biashara sasa hivi Unatakiwa uzingatie kauli kauli za kibiashara zipo, namwambia mtu kwa upole, kwa hekima, lugha nzuri, hata mteja mwenyewe atafurahi kuhudumia na wewe. So n si, mambo yako uni, uni usialete kwenye biashara yako, kama wewe ni muni kama wewe ni, we ni, ni jambazi au ni nani wako uishie huko huko. Lakini kwenye biashara unatakiwa ufuate procedure za biashara. Biashara inahitaji ni mimi, inahitaji kauli gani na vitu gani ambavyo vinahitajika. Na sema hivyo kutokana na kuna sehemu nimenua, nimi, nimi, nimi, nimi kitu cha mia tano mimi, bahati nzuri nilikuwa na mia tano kamili, nilikuwa na ishirini mia tano kamili Akanipimia kitu gani, ilikuwa nataka tu bamia za 500, aka akanipa ile ile mwingine ile muuzaji. Sasa mteja wa pili aliyekuja, aka aka na aka akaulizia aka, aka, aka, aka, cabbage, akasema, wewe muuzaji cabbage unauza shilingi ngapi? Muuzaji aka akamjibu kwamba ni buku jelo, kutokana na situation iliyokuwepo pale, nilivyoangalia yule mteja hakulizika, japokuwa kabichi alikuwa analitaka, lakini ile kauli mteja akaruka. Bora aende kwenye kijenge cha pili. Alivyoondoka, mimi nikamfuata yule, yule mdada. Hmm? Dada, sam, sam, samani ila kuna kitu hapa. Akasema, kitu naona kama akasema ni gani? Akona yule mteja alikuwa anataka kabichi hapa ameulizia wao, yaani, wao namjibu shingapi? Akaniambia, nimwambia mukujero iko ndo kitu nikikosea nikimwambia elfu moja na mia tano huenda akanunua. Kwa hizi lugha ambazo tunazitumia tunatakiwa kufanya biashara tubadilike. So baadaye muda wa kufunga biashara Kuta hamauzo hamna, unaanza kuvimba kichwa, o, kuna wachawi kuna waganga kuna nani. Kumbe mchawi ni wewe mwenyewe, mwanga ni wewe mwenyewe, kutokana na kauli zako mbaya, kauli zako chafu. Kwa hiyo unatakiwa ubadilike, ufanye biashara kutokana na biashara inataka nini eh, biashara inasema nini? Kama wewe kama wewe labda Hauna, hauna uwezo kufanya hivyo vitu. Unatakiwa uulizie kabla hujafanya biashara, unatakiwa unatakiwa watu wa kushauri, yeah, wa kushauri kwa sababu tunaamini kwenye biashara unaweza kuwa na mtaji kumbe kuna kitu hauna, yeah? So yani biashara sio mtaji peke yake, tunaambia biashara ni mtaji, lakini mtaji peke yake wafanye so, kazi kwa leo ni hilo tu. Asanteni sana kwa kuangalia kwa kuangalia hii TV.